Ukiwa na hitaji binafsi, kwa mfano unataka kazi, taka mchumba, taka ndoa, yani hitaji binafsi, unakuwa unasema, unaanza. Kwa mfano ndo umeingia kwenye maombi yako ya kufunga au ya kawaida yoyote, yale ambayo umeongoza siku hiyo, utakuwa unasema, Roho Mtakatifu nisaidie, nisaidie. Kwa sababu si unakuwa na hitaji ndani yako, unalijua hitaji lako, kwa hiyo huhitaji kulitamka. Hata kama usipolitamka unapoendelea kutamka hilo neno nisaidie, Roho Mtakatifu ataanza kukuangaza akili zako. Naposema kuangaziwa, maana yake unajikuta unaanza kuweka une... ataongoza na kuatia kwenye kweli yote kwenye Yohana 14 ile mstari wa kumi na sita kwa maana yake nyinyi nini? Ataanza kukufungua ufahamu na kuanza kukupa maelekezo sasa. Sawa, utashangaa mwingine, mfano kama una, unaomba mwenza saa hii, ataanza kukwambia mwite popote alipo aje. unaanza kusema popote ulipo njoo, popote ulipo njoo, nikutane na wewe nikufahamu na, okay hivyo, njoo, njoo, njoo, njoo. njoo ukimaliza hapo usijiongeze kama nilivyojiongeza hapo mwanzo, kwamba nikutane na wewe wewe, mwite. Kwa nini? Kanuni za kiroho zinafanya hivi kazi, kile ambacho naambiwa natakiwa ukiseme bila kukipunguza wala kukiongeza. Na ndio maana siku ya kwanza Musa, alipoongeza, alipoambiwa piga mwamba mara moja, yeye akafanyaje? Akapiga mara mbili, akaupiga tofauti na Mungu alivyomwelekeza. Siku hiyo hiyo ndio Mungu alimwambia wewe, bwana huingika nani. Kwa nini? Yani, kwenye ulimwengu wa kiroho matokeo yanapatikana baada ya wewe kutii kile unachoelekezwa na Mungu. Sawa. Sasa <coughs> ukiwa muombaji lazima ukubali uwe, uwe, na, uwe na sikio. Sikio unalisikiaje? Unajuaje kwamba anakupa maelekezo fulani? Tunarudi kule kule, kwamba unapoanza kusema Roho Mtakatifu nisaidie, Roho Mtakatifu nisaidie, ndani yako anaanza kukusaidia kwanza kukujenga. Sawa? Kwa sababu kazi ya Roho Mtakatifu ni kujenga nafsi, kwenye Wakorinto anazungumza, ataanza kuijenga nafsi yako ijae imani timirifu. Kwa hiyo utajikuta unavyoendelea ndani yako na imani yote. Kwa hiyo anaposema, utajua huyu ni yeye. Kwa mfano namwambia Roho Mtakatifu mrudishe mwenza wangu, arudi popote alipo. Mrudishe, nisaidie arudi. Nisaidie, arudi nisaidia arudi. Atakwambia jambo fulani, hilo jambo litamke. Sawa? Sawasawa na wale ambao unakuta ni muombaji, unaombea mtu au unaombea jambo, unaombea taifa, unaombea chochote au unataka unamfungua mtu, anza kwanza kumwambia Roho Mtakatifu nisaidie. Kwa nini? Kwa sababu wengi tunafundishwa kwamba damu Yesu inakomboa damu Yesu inafanyaje, jina la Yesu, lakini hilo jina mpaka lipate uhalali kwenye ulimwengu wa roho mpaka huu umeongozwa kulitamka, si unanelewa? na ndio maana kwenye, kwenye Ezekieli thelathini na saba, kabla Ezekieli hajatamkia mifupa mikavu inyenyuke, kwanza alisikia sauti kwamba semesha hiyo mifupa Aliposemesha kweli kawa hai. Kabla Musa hajasemesha bahari ya Shamu igawanyike alisikia kwamba una, una nini kocha kwanza, kabla hujasemesha hujasema kitu rohoni kwamba moto moto, si nini? A -a. Kabla ya moto, kabla ya nini, hu lazima usikie sauti kwa hiyo wakati unapoendelea kusema Roho Mtakatifu nisaidie, mfano ni usiku sasa, unaombea nyumbani, unaombea familia, unaombea chochote, unaombea labda unataka kulala, unaanza kwanza, kabla hujatamka chochote, sema Roho Mtakatifu nisaidie. Si unaanza unawazo la kuombea nyumba, si ndio? Si unawazo ndani yako, si una nia? Ndio, hiyo nio inakufanya uanze kuomba kwa, kabla hujatamka chochote, tamka tu Roho Mtakatifu nisaidie. Atakwambia anza kushukuru, aya, Mungu nakushukuru, Mungu ee. Ukimaliza usijiongeze, rudi tena step ile ya pili. Ukimaliza atakuongoza tena, anza kuachilia moto kwenye kila kuta za nyumba, kila eneo moto, moto moto moto moto kwenye anga kwenye, moto moto moto moto moto. Sawa, ukimaliza hapo ile yale mafuta ya kuita moto yameisha. Yani, unaposemeshwa hivyo, hata wewe mwenyewe unajikuta tayari unaiona ni kama na ukisemesha inakutii, kwa sababu umeshapewa ina maelekezo. Shida ya wambaji tulio wengi, narudia, tumefundishwa vitu bila kupewa miongozo mapema, sawa Unaanza kuitia vitu wakati hujapata mwongozo. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, unaita damu ya Yesu wakati Roho Mtakatifu hajaruhusu. Wana wasikia wa, unajua kilichotokea baada ya kuanza kuomba Roho Mtakatifu nisamehe, yamkini nimetenda dhambi. Wewe unaanza kuita damu ya Yesu, damu ya Yesu. Hapana, anza Roho Mtakatifu saidia, yeye atakuongoza hapa, hapa uitie damu au hapa ufanye nini na hapo, kwa sababu wana wasikia, kwenye Matendo kumi na tisa walienda kutoa mapepo. Walipofika pale, wakaanza kusema tunakutoa pepo kwa Mungu anayehubiria kwa Yesu anayehubiriwa na Paulo. Sawa, ni Yesu yule yule, lakini kwa sababu hawakuwa na mwongozo wa kiroho, walipopaka kasema jamani, Paulo mnamzunguza, tunamjua Yesu, tunamwelewa. Lakini nyinyi hiyo mamlaka nani kawatuma? Nachomaanisha hapa ni nini? Lazima unaposema kitu rohoni, kuna mtu awe amekutuma, ndipo unapopata matokeo. Ndiyo maana waombaji wengi nzkutu na kari, unavyozidi kuomba ndivyo unavyoshambuliwa. Watu ananiuliza mbona mimi nikiomba mambo yanazidi kuwa mabaya? Shida yako ni kwamba uliomba bila mwongozo wa Roho Mtakatifu. Yaani, ukiomba kinyume, ukiuvamia uki ulimwengu wa roho kinyume na mwongozo wa kiroho wa Roho Mtakatifu lazima ukandamizwe. Kwa nini ushangaa? Leo umeomba usiku, unaotuna mandoto machafu, kwani haukuomba katika mwongozo. Yaani uliuvamia ulimwengu wa roho bila mwongozo. Na ndio maana shangaa, unaomba maombi ya vita usiku, wewe mwenyewe ndio unakandamiza. Kwa hiyo kabla ya kuombea jambo lazima utege sikio Roho Mtakatifu, yeye ndo akusemeshe kwamba liombe hilo jambo. Asipokusemesha uka, ukakimbia uka mbele na kipata cha mtamakoni matokeo. Narudia, kabla hujaomba kitu lazima kuna mtu awe amekutuma, maanake lazima Roho akwambie, akuongoze cha kufanya, akuongoze cha kusema kwenye kuomba kwao. Kuanzia leo ni mtindo wetu ule ule. Na kwa wewe ambaye unaombea mapepo, ukifika kwa mtu ambaye ana nguvu za giza zozote, usihangaike: kwa jina la Yesu, toka, tulia mm -mm. kwanza uliza: roho mtakatifu, nisaidie, nipe direction, kwa sababu vingine vina uhalali. Baada ya kwanza kuomba rehema na toba, wewe unaanza kuomba roho, kwa kuna vile vitakwambia, tatutoki. Kwa nini? vina uhalali kuombea mgonjwa usihangaike, toka. Anza kwanza, step mlango wa kwanza wa kiroho ni Roho Mtakatifu nisaidie. Unataka kuimba, unataka kuomba, unataka kuabudu, usikimbilie kwa kwenye wimbo na kujifanya umezama rohoni. Hapana, cha kwanza, anza kwanza, Roho Mtakatifu nisaidie. Ukishasema hivi, unafungua marango ya kiroho, unaingia rohoni, yeye atakuongoza wimbo gani ambao anataka uimbe. Sambamba na hapo, acha tutumie, tuombe kwa wale ambao tupo kwenye magrupu ya maombi, naomba, tutaomba pamoja kwa dakika chache. Natamani hiki kitu kikifahamu leo, hiki kitu ukikijua leo kitafungua milango yako kwa sehemu kubwa sana, kitafungua milango yako kiroho kwa sehemu kubwa sana. hitaji lolote ambalo unalo Ukifahamu hii siri, inezi saa ikawa sio leo, kesho utayaona matokeo. Sawa, mwenza wako anaweza asirudi leo leo, kesho, kesho kutu atarudi tu, kwa sababu kadri unavyozidi kupokea ile maelekezo, ukiyafanyia kazi, majibu unayaona. Biashara yako inaweza isiongezeke leo au kesho, lakini kadri unavyozidi kumsikiliza Roho